Taarifa zilizotufikia hivi punde, mtazamaji wa Kurasa TV online, ni kwamba meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amekamatwa na jeshi la polisi mkoani Tabora kutokana na kauli alizozitoa hivi karibuni akiwa huko mkoani Tabora kabla ya mechi yao dhidi ya Tabora United hapo jana. Kwa mujibu wa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, Richard Abao Ali Kamwe amekamatwa siku ya jana na kulala mahabusu baada tu ya kumalizika kwa mchezo wa Yanga dhidi ya Tabora United. Chanzo kimeeleza kuwa hii ni kutokana na matamshi yake aliyoyatoa kwa viongozi wa serikali kabla ya mchezo huo uliopigwa hapo jana Aprili 2, 2025. Ikumbukwe mara tu baada ya Ali kuwasili mkoani Tabora alitoa kauli zilizotafsiriwa ni za kutoheshimu mamlaka ya viongozi wa serikali. Nikimnukuu Kamanda Abao anasema kwamba ni kweli tunamshikilia Ali Kamwe ambaye ni msemaji wa klabu ya Yanga na tunamfanya mahojiano naye kwa tuhuma za kutoa maneno machafu kwa viongozi wa serikali na tutatoa taarifa rasmi baada ya mahojiano kukamilika. Hiyo ni taarifa ya RPC Richard Abwao, Kamanda wa Polisi mkoa wa Tabora.